Mimi ni balozi na kazi yangu ni mkulima, la mama ni rais wa wakulima. Kwa bahati mzuri Mungu kanisaidia nimeuza mbaazi tani kumi na moja, ndio fedha ambayo inanisaidia ina, ina, ina mimi kuzunguka nchi mzima. Nadhani tumekutana maeneo mengi toka kampeni za mama zimeanza, hii nadhani kama mara ya sita tunakutana, na tukitoka Mtwara tunaenda eneo lingine, utaniona, nitazunguka nchi mzima kwa fedha yangu. Kwa fedha yangu kwa sababu nina fedha ya kutosha kuzunguka nchi mzima kuwawakilisha mabalozi wenzangu, kuhakikisha kwamba ninamfuatilia mama kila anapotua mama, na mimi nitatua kama balozi, kwa sababu mama katugusa mabalozi. Sasa kwa sisi mabalozi, mama amefanya vitu kwa, kwa jamii mzima, kaleta miundombinu ya maji, kaleta umeme, kaleta, kaleta barabara, lakini kimsingi sisi mabalozi mama katupendelea. Sasa kama katupendelea huwezi kuzungumzia maendeleo mengine ukaacha kuzungumzia maendeleo ambayo yamekugusa wewe moja kwa moja. Kama mtu anago, anabeza kuhusiana na baiskeli, huo ni wivu tu. Na mimi nataka nitume salamu kwa mama, nataka nimwambie mama nimeona nia mbaya ya baadhi ya Watanzania wachache wapumbavu wenye wivu dhidi ya mabalozi kwa sababu ya kitu hiki kidogo ambacho umetupatia. Sasa kimsingi, mama, uchaguzi wa 2027 ninaomba kwenye kipengele chetu cha mabalozi uchaguzi usiwepo ili tumalizie kazi ambayo tumeianzisha. Uchaguzi wa mabalozi uwe 2020, 2032, sio 2027. Kwa sababu kuna mamluki wengi wanazitaka hizi nafasi sasa, watajipenyeza, wataenda kukiua chama. Sisi mabalozi ambao umetupa baisikeli, tuache 2027 tuendelee na nafasi zetu, nafasi ya ubalozi isi, isigombewe na watu ili tuendelee kuitekeleza kazi ambayo tumeianza kwa sababu sisi ni mabalozi wazalendo ambayo tume, tume, tume, tume, tume tulichukua ile kazi bila kujua kama tutapata tunu ya baisikeli. Kwa hiyo mimi nikuombe mama, 2027 mabalozi tuangalie kwa jicho la pekee.